Basi nataka tuangalie jambo moja sasa hivi kosa la mwanadamu kwa Mungu ni nini. Mpaka tunasema mwanadamu amekosana na Mungu. Amefanya nini? Kwa nini hilo kosa likoje? Uh, ni muhimu tujue hili kwa sababu taswira za wengi ziko tofauti. Wengine wanasema kosa kubwa ni kuua, wengine wanasema ni kuiba, wengine wanasema ni uzinzi, kila mmoja anavyoweza kuzungumza juu ya swala la kosa la mwanadamu mbele za Mungu, lakini nataka tuone kwanza ili kosa ni nini, na tunapozungumza mtu ana dhambi, maana yake amekosea kwa Mungu. Sasa kwa kukosea kwake ni kwamba mtu huyu anaweza kawa ameacha kusudi la Mungu au ameondoka kwenye mpango, kwenye ile lamani ambayo Mungu ameiweka yeye, huyu mtu akaondoka tayari, hilo ndio kosa, hilo ndio kosa la kwanza kabisa na na tamani tuangalie kitabu cha Mwanzo tukajifunze kwanza. Mwanzo wa kosa upo katika kitabu cha Mwanzo, kwani ilikuwaje? Lakini kabla hatujaangalia hilo kosa likoje, ni lazima tujue, kwani Mungu aliweka mpango gani, au alichora ramani gani limtaka aishije huyu mwanadamu? E, mpango wa Mungu ilikuwa ni kumuumba mwanadamu aje atawale viumbe vyote duniani, aendeleze utawala wake sasa wakati anataka utawala wake duniani uendelee katika hali ya kimwili, kwa vitu vinavyoonekana, akaona amuumbe mwanadamu. Tunalisoma hili katika kitabu cha Mwanzo <coughs> katika kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza na ule mstari wa ishirini na sita tunaona neno la Mungu linasema hivi, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Naona sasa, kwa Mungu anataka kufanya uumbaji uwe kamilifu, anagundua ni lazima pawe na mtu wa kuvitawala hivyo vitu Atawale samaki, atawale wadudu, atawale ndege, atawale wanyama, vitu vyote avitawale. Kwa mpango wa Mungu alitaka hivyo, kwa alipokuwa anamleta Adamu alijua kabisa ni mtu atakayetawala, atakayesimamia, atakayemiliki. Kutawala ni kusimamia ili kuweka utaratibu, mpangilio wa vitu, mpangilio wa vitu. Na ndio maana ndiyo maana katika kile kitabu cha cha Mwanzo, ile sura ya pili, unaona kuna maelezo fulani Mungu anayasema. Naomba nisome mistari michache kwenye hii sura ya pili, ule mstari wa tano, anasema hivi: hapakuwa na mche wa kondeni bado wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Kwa hiyo Mungu aliweka vitu, akataja vitu katika kitabu cha Mwanzo, alitaja alifanya vitu, akawa nataja iki, iki akataja mimea akataja wadudu akataja kila kitu, hata anga ili na, na ardhi, akavigawanya katika sura hii ya mwanzo ya kwanza. Lakini tunaona anasema hakikutokea chochote kwa sababu ya mambo mawili hayakufanyika bado. Jambo la kwanza lilikuwa ni, ni nchi haijanyeshewa na mvua lakini jambo la pili hapana mtu wa kuilima ardhi. Kwao ni lazima apatikane mtu atakayeendeleza uumbaji wa Mungu. Ni kweli mi Mungu nitakuwa nimeweka mbegu na miche hii itaota, je ile miche inayoota kwa muda mfupi ikafa itakuwaje? Atapatika, anatakiwa apatikane mwanadamu wa kuiendeleza. Ndio maana Mungu akamuumba mwanadamu. Kwao Mungu akawa anaweka ramani ya mwanadamu iwe hivyo na baada ya kumuumba tunaangalia sasa katika kwa tunagundua kwamba mwanadamu anaumbwa ili kuendeleza mpango wa Mungu, kuendeleza kusudi la Mungu. Mwanadamu ameumbwa ili kuendeleza kusudi la Mungu. Kwa tunaposema mtu ametenda dhambi, maanake ameondoka kwenye lile kusudi la Mungu, ile lamani ambayo Mungu amempangia mwanadamu, ameondoka kwenye ile lamani, ndio maana tunasema huyu mtu ametenda dhambi katika ule mstari wa kumi na tano mpaka wa kumi na saba kitabu cha Mwanzo sura ya pili anasema hivi mstari <coughs> wa kumi na tano mpaka wa kumi na saba anasema Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza, ku, waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa angalia, ili neno utakufa hakika, ili neno utakufa hakika lilikuwa linaweka kufunga kwamba ukikiuka hapa, mimi na wewe mkataba umeisha. Ukivunja hivi, nimekuleta kwenye hii bustani ya Edeni uilime na kuitunza nimekuweka hapa, nimekukabidhi hivi vyote, viko mikononi mwako, lakini kimoja tu nakukataa usikifanye hiki. Ukifanya hiki, tayari mimi nawe mkataba umeisha, mi nawe mkataba umeisha. Sasa wakati anazungumza hivyo, Mungu hakuona vyema sana azungumze hivi bila kuweka utaratibu. Alizungumza hivi kwa sababu anajua vyote nimemkabidhi. Na ndio maana ukiendelea hii sura hii sura ya pili, ukiendelea pale mbele, kwanzia ule mstari wa taenda kugundua kwamba Mungu anamkabidhi Adamu wanyama Anamletea mbele yake wanyama wa kila aina wapatie majina, na kila mnyama aliyempatia Adamu jina, jina lake likawa ndio hilo, halikubadilishwa. Kwa hiyo mpaka sasa tunasema mtu yeyote ukiona, tunasema ametenda dhambi au amekosea, tafsiri yake ameondoka kwenye ramani ya Mungu. Hawezi kuitwa amekosea wakati yuko ndani ya ramani. Tunasema amekosea, ametenda dhambi, kwa sababu ramani inakwenda kushoto, halafu yeye akaenda kulia, tafsiri yake huyu mtu ni mwasi hata sasa kwenye masuala ya kawaida, hata kwenye masuala ya kawaida, ukichukua habari za wanandoa, ukichukua habari za kifamilia, za makampuni, taasisi mbalimbali, unagundua kwamba kila taasisi ina mwongozo wa kazi. Kazini unatakiwa ufike saa ngapi, utafanya majukumu gani, na muda wa kuondoka kazini ni saa ngapi, na kwa muda gani, kwa siku ngapi unatakiwa uwepo kazini. Na ndio maana unakuta serikalini watu wanakuwepo kazini kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa tisa, funga ofisi nenda kwenye weekend Jumamosi ni kwa hiari, aidha kwa zile kazi za lazima, lakini mkataba wao unaonyesha kwamba jumamosi wanatakiwa wasifike. Ni kwa nini? Ni namna ambavyo wamekubaliana kwenye miongozo ya kiutawala husika. Sasa Mungu kwenye utawala wake alimpa kazi Adamu ya kumiliki au kutawala na kusimamia, kupangilia, kuweka utaratibu wa vyote vitakavyokuwepo mbele yake. Mungu akamkabidhi vyote na akamkabidhi ardhi akamkabidhi mimea akamkabidhi wanyama akamkabidhi wadudu, vyote vikawa miliki yake, na mpaka sasa ndivyo ilivyo. Mwanadamu yeyote ana haki ya kumiliki, ana haki ya kutawala vitu, kwa sababu Mungu aliweka mamlaka juu ya mwanadamu kutawala vyote vilivyopo duniani. Sasa kosa lilikuja wapi, tunaposema alitoka kwenye mstari, mwanadamu? Kosa lilikuja pale Eva aliporuhusu kumsikiliza nyoka pale ndio chanzo cha matatizo yalipoanzia. Kama nyoka angelijua mimi napaswa kumsikiliza Adamu na Adamu anajua wa kumsikiliza ni Mungu, basi nyoka asingesikilizwa. Tendo la kuondoa kutoa, nafasi ya kumpa, kumpa nafasi shetani ya kusikilizwa lilikuwa ni moja ya kosa kubwa, kwa sababu kwanza hawajuani, na shetani ametokea wapi yeye amekuja kama nani? Kwa nini aje aje, leo hii aanze kuzungumza hizi habari? Anayajulia wapi haya matunda? Anakuja kutupa leo hii masheriti ya kutoka wapi? Utaratibu anaoutoa yeye, anatufahamu sisi anaotupatia utaratibu eh? Kwa kosa kubwa alilolifanya kuondoka kwenye ramani lilitokana na kwamba alimsikiliza nyoka. Laiti asingemsikiliza, asingeweza kufanya dhambi. Hebu tuone katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya tatu, tuone ule Naomba nianze ule wa nne. Anasema nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapo mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Naona mambo hayo. Kwa hiyo tatizo ni kwamba alipompa kusikiliza jamaa, akajua anategua wapi ili ni wakamati nategua wapi, akategua pale. Kwa nini alizungumza hivi? Ni kwa sababu mwanzo ni kwenye ile mistari kwenye ile mstari wa, wa pili na watatu, maelezo ya mwanamke anatoa siri ya utaratibu wa bustani ulivyo, anatoa siri. Anasema mwanamke akamwambia nyoka, mt, matunda ya miti, yo, ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema wa msiale wala msiaguse, msije mkafa. Naona sasa kwao tayari kitendo tu cha kuruhusu kumsikiliza, akaingiza kosa la pili, akatoa siri ya kambi. Hii tunaita siri ya kambi. Mungu amefanya siri na wao, matunda ya mti wa, wa, wa ujuzi wa mema na mabaya msiguse wala kuyala. Yeye anatoa siri, anasema eti amesema tukila tutakufa. Nyoka ndi ana, anategua. Kumbe tatizo lenu ni hili, na sifa yake ameiweka hapa. Kiunganishi kati yenu na mungu kiko hapa. Sasa mimi nnakuja kutegua hapo. Ndio maana akamwambia, hakuna ila Mungu alijua siku mtakapokula mtafumbuliwa macho, mtakuwa mnaelewa mema na mabaya, mtakuwa kama yeye. Kwani kabla ya hapo, Mungu maneno yake ya mwanzo anasemaje? Tumeona katika ile sura ya kwanza ishirini na sita, anasema Mungu akasema, natumfanye mtu kwa mfano na sura yetu. Kwa hiyo Adamu na Eva walikuwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa nini sasa hapa anaanza kusema mtafumbuliwa macho, mna mtakuwa kama yeye? Huu ni uongo, na ndiyo maana mpaka sasa mtu yeyote anayeishi kwa uongo tunasema huyu ni pando la shetani, ni roho ya shetani. Sasa basi, kosa la mwanadamu ni kuondoka kwenye kusudi la Mungu yeye alipewa mipaka, matunda yote utakula, lakini huu mmoja usiguse. Mpaka leo binadamu amepewa matunda yote, anaweza kula, anaweza kufanya biashara, anaweza kulima, anaweza kuwa mfugaji, anaweza kusoma, anaweza kufanyaje vyovyote, diyo, vile anaweza kufanya, lakini aangalie asiliache neno la Mungu, ni lazima amwabudu Mungu. Sasa kama mtu hamwamini Yesu, mpaka leo mtu hamwamini Yesu, kuto kumwamini Yesu haijarishi, lakini hamwamini Yesu, anakwenda mtoni. Anakwenda, anakwenda mtoni, yani hiyo haijarishi. Anakunywa hani, anaiba haidi, anaua hauyi, anatukana atukana, ila hajamwamini Yesu, anakwenda mtoni. Hiyo haina chenga, haina chenga. Naomba naomba nihitimishe kwa lile andiko lililopo katika kitabu cha Yohana sura ya tatu, uone maneno haya yalivyo, yani hii haina chenga na ndiyo msingi mkubwa ambao mpaka dakika hii mwanadamu yeyote anapaswa aelewe, anapaswa aelewe mwanadamu yeyote. Kitabu cha Yohana ile sura ya sura ya tatu, nasoma mstari wa kumi na nane anasema hivi: amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha hukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo mtu asiye mwamini Yesu amekwisha kuhukumiwa, ina maana mpaka dakika hii yupo kwenye hukumu, kwa sababu hili neno amekwisha kuhukumiwa, sio kwamba atahukumiwa. Maanake ingekuwa ni baadaye. Sasa hii amekwisha kuhukumiwa, ina maana tayari hukumu imeshafungwa, amehukumiwa. Na ndio maana mtu aliyeko katika dhambi anaishi maisha ya taabu sana. Kila atakachokifikiria mara nyingi lazima afikirie hivi ninavyofikiri kwa Mungu na kubalika. Hata angejibalaguza -ange mimi ninamwamini sana Mungu, lakini akikumbuka tu kwamba mimi nimemkataa, sijampokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, akikumbuka mimi ni mzinzi, akikumbuka mimi ni mwizi, akikumbuka mimi ni mlezi, lazima asikie tabu kulitaja jina la Mungu na huku yeye hamwabudu Mungu, hamwamini Mungu. Tafsiri yake ye mwenyewe anajipa hukumu, maana kila amwaminie hahukumiwi, bali asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Haya maneno yako wazi, hayahitaji kusema nimefunuliwa, si nimeota ndoto, ninamsubiri malaika. Yako wazi, yaani, mtu yeyote hata asiyejua kutafsiri Bibilia akiyasoma haya maneno kama yalivyoandikwa ataelewa, ataelewa. Naomba niarudie, ataelewa, ataelewa. Amwaminie yeye hahukumiwi asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, mstari wa 19, na hii ndiyo hukumu: watu kupenda giza kuliko nuru. Nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru. Hii ndiyo hukumu sasa watu wanapopenda mapendo ya giza wasipende ya nuruni, lazima hii iwe ndio hukumu. Ndio maana ya huu mstari wa kumi na tisa, kwa sababu ili la juu linaonyesha mtu asiyemwamini Yesu. Tafsiri yake kwenye huu mstari wa kumi na tisa ni kwamba huyu mtu yeye anapenda giza, hapendi nuru. Ndio huyu asiyemwamini Yesu. Kwa hiyo mtu hata kama anasema Yesu wangu, anasema Mungu wangu, wangu, ninampenda Mungu nampenda Yesu, lakini anatenda maovu, maanake anapenda giza anayependa mema anapenda nuru. Sasa huyu anayependa mabaya anatenda mabaya, yuko gizani, ndio huyu aliyekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo mpaka sasa anakuwa amehukumiwa, na ndio kosa ambalo wanadamu wanaishi nalo mpaka sasa. Mpango wa Mungu wa kumleta Yesu Kristo duniani ulikuwa kila amwaminie asipotee, kila amwaminie asipotee. Sasa watu wanasahau, badala ya kumwamini Yesu wanaamini miujiza, badala ya kumwamini Yesu wanaamini dhehebu baada ya kumwamini Yesu wanaamini, wanaamini fedha. Baada ya kumwamini Yesu yani wanaamini vitu vya ajabu ajabu, hawamwamini Yesu. Lakini mpango ilikuwa ni kumwamini Yesu, na ndio maana ya ule mstari wa kumi na sita anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo mtu asiyemwamini Yesu hata angekuwa anaomba sana hata angekuwa anafanya miujiza mingi hata angekuwa na mambo ya ajabu anakwenda matoleo, ni vizuri tu, kwa sababu yeye yuko nje na kusudi, kusudi aaminiwe Yesu, aaminiwe Yesu peke yake, wala kusiona kingine, usiamini kitu kingine chochote. Unaposikiliza injili cha kwanza, uwe unajua ina makusudi ya kukuleta wewe kwa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, na ndiyo maana tunasema mwamini Yesu Kristo. Tunapotangaza injili, tunaposoma neno la Mungu, tunahubiri, hatuelekezi kwingine kokote, tunaelekeza kumwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ninaamini nimezungumza na mtu sahihi, maneno sahihi, kwa wakati sahihi. Kwa hiyo ninaamini kwamba wewe utakuwa miongoni mwa watu watakaopokea na kuelewa maana ya neno la Mungu na kuliishi. Mungu akubariki sana.